Chifu habari, chifu habari. Hii ni moja kwa moja kutoka Arusha mjini, ni shamra shamra kuelekea tarehe moja tarehe mbili Nikwambie tu tarehe moja ni mapokezi, alafu tarehe mbili ndo picha lenyewe. Mama yetu Samia Suluhu Hassan anakwenda kukanyaga ardhi ya Arusha kwa mara nyingine tena akiwa anakuja kunadi ilani na sera ya Chama cha Mapinduzi. Chifu unaona shughuli, ukiangalia bango linakwambia hivi, wadudu wadudu, tupo tayari hadi wadudu, watatiki. Chifu habari, ukija hapa anakwambia Arusha mjini tupo tayari, Oktoba wanatiki. Chifu unaona mpaka roboti, Chama cha Mapinduzi, chagua CCM, Oktoba tunatiki, chagua Samia, chagua Makonda. Chifu uweze hata kusoma, angalia picha basi, 2025 na kazi iendelee, mama mitano tena Oktoba tunatiki kwenye zile shamrashamra sasa, ni tarehe moja mkesha, alafu tarehe mbili ndio picha kamili chifu, uko sawa? Hebu chezeni mziki tukiwa tunaondoka chifu, habari. Chifu habari, habari warete, Arusha yote imewekwa hapa na Paul Christian Makonda. Arusha yote inakwenda kuwekwa hapa na Chama cha Mapinduzi itakapofika tarehe moja na tarehe mbili katika viwanja vya Sheikh Amri Abeid Karume, wanaganduka wote, twende tena eti Oktoba tunatiki chifu ganduka oya, shwari, upo na mtoto na una rekodi ndio? Hebu niambie umejipanganya na tarehe mbili? Unajua, sunajua shughuli. Mm, Oktoba lazima tutiki, sawa? so, mkutano, mama anakuja, mama Samia, utakuwepo? Utakuwepo? mitano tena, mitano tena, e bana, Arusha tunakwambia mitano tena. Ebana, ogopa mpaka maafisa wa usafirishaji hey, na wenyewe wakasema tunakuepo, turudi nyuma. Niambi, ndo maana yake yani hapa yani turudi nyuma yani ukitoba tunatiki. Ebana, ni mambo ya Paul Christian Makonda na Chama cha Mapinduzi na mama yetu anakuja tarehe mbili huko zao. Tunampokea vizuri sana yeah. E, karibu sana. Karibu Arusha, tunamkaribisha namleta, namleta rais wetu <laughs> hadi wachaga wanajua kuimba snama ikawaje hapa bado hii sio show, hii ni trailer mzee. Tuko vizuri. Movie inakuja tarehe moja mkesha na tarehe mbili mama yetu anakuja hapo. Tiki ya kwanza kwa Mama Samia, ya pili kwa mbunge, ya tatu diwani. Wewe wanakuambia wana tiki baba. Unaona mnama. Eh bana, mnama tuko sawa, umependa nini hapa? Yes. Show za Makonda, show za Makonda hakika, yeah. Hizi ni show za Makonda. Arusha yote imetulia, Chama cha Mapinduzi kimekaa hapa. Paul Christian Makonda ameiweka hapa, mama yetu Samia Suluhu Hassan ameiweka hapa. Tunakutana tarehe mbili kwenye shughuli yenyewe sasa Oya niambi utakuwa lakini taliambi uhakika ni oji oji kabisa. Makonda unampa hivi uhakika. Mama Samia unampa hivi Uhakika. na diwani wako unampa hivi Uhakika. Oya naambiwa ni uhakika kisheria.